Hapa kwa ajili ya kukujuza michezo na burudani na hapa mbele yangu niko na Dosa. Tumekuja kwa ajili ya kupiga stori mbili tatu zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani, kubwa zaidi ni klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Young Africans ndio timu pekee ambao wamepata matokeo katika wawakilishi vyema wanaotokea katika ardhi ya nyumbani. Dosa, uko poa? Niko poa, namshukuru Mungu hmm. naendelea vizuri niko sawa na kila kitu kiko sawa kwa uwezo wa kimungu. Nikupe kwanza kwanza kongorea kwa, kwa kupata matokeo mazuri na kutumia uwanja wa nyumbani vizuri. Asante sana. Ushindi huu sio kwa Yanga tu. Ushindi huu ni kwa ajili ya Watanzania wote. Ushindi huu ni kwa ajili ya Waafrika wote wanaopenda mpira wa miguu. Kwa hiyo nitoe pongezi na mimi kwa viongozi wa Yanga, wachezaji wa Yanga, mashabiki wa Yanga na wadau mbalimbali ambao walituombea dua kwa namna moja ama nyingine sisi kuelekea mchezo wetu dhidi ya Farabati na mpaka tukapata ushindi. Bwana e, mliwaweza wapi bwana wa Arabu? Tuanzie hapa, haba si haba, si, haba ujazo wa kibaba. Yalizungumzwa mengi sana, lakini hatimaye Young Africans akawatoa kimasomaso wawakilishi kwenye michuano ya kimataifa nikiwa na maana kutokea katika ardhi ya Tanzania Simba Singida Black Stars na Azam FC, mchezo wa mkondo wa kwanza hatua ya makundi ya michuano ya kafu. Ah, tuliweza wapi? Binafsi naweza nikasema ni wachezaji. Tuliweza wapi? Binafsi naweza nikasema changamoto tulizozipitia msimu uliopita ndio zimetupeleka hapa tulipofika. Hatujafuzu, lakini bado hatujamaliza. Niseme moja ya kiwango ambacho kimenivutia sana kwa Yanga ni mchezo wa jauzi. Ni mchezo ambayo binafsi kila nikiangalia Yanga nasema yes, hii ndio Yanga ambayo nilikuwa naipigia kelele, hii ndio Yanga ambayo nilikuwa naihitaji na hii ndio Yanga ambayo mimi naipenda. Najua football hususani kwa mashabiki siku zote ni furaha Tunatambua mchezo wa miguu una matokeo matatu, lakini tabia zetu mashabiki ni kuendeleza kupata matokeo chanya. Kwa hiyo, kuna nyakati hatupati matokeo chanya tunasema sana, lakini wakati kama huu ambao tumepata matokeo chanya, matokeo muhimu kabisa, ni lazima kama Watanzania, ni lazima kama Wanayanga, ni lazima kama mashabiki, basi tuna namna ya kujifariji na namna ya kushangilia sana. Kwa hiyo, mimi naendelea kulipongeza technical staff, naendelea kuwapongeza viongozi, naendelea kwa mashabiki na niwaambie mm, ndugu wanahabari, tumeanza tumeanza tumeanza. <laughs> Tumzungumzie Prince Dube, mwana mfalme, ambapo mambo yalikuwa mengi zaidi, asiyefaa akafaa, nafasi nyingi akakosa, lakini mwisho wa siku ndio amepata alama tatu Afrika. Matumaini alikuwa ameshavunjika kwa Prince Dube. Yeah, ni kweli watanzania wengi, wanayanga wengi, walikatishwa tamaa na Prince Dube kama ulivyosema mtu sio nyama. Tunampongeza sana Prince Dube, ameifanya Tanzania leo inaongelewa kwa namna yake. Ametufanya east afrika mashariki na kati kuwa ndio timu pekee ya Yanga kupata ushindi. Kwa hiyo kuna haja ya kumzungumzia Dube kwa, kwa namna kubwa sana lakini, kwa kuwa muda utoshi, ni lazima kuendelea kumkumbusha Dube majukumu yake. Ni lazima kumwambia Dube upo kwenye timu kubwa ni lazima kumwambia Dube upo kwenye timu yenye pressure kubwa sana. Kwa hiyo lazima ajitathmini, ni lazima ajitathmini na lazima aendelee kuipambania logo ya Yanga. Tunamlipa pesa nyingi, tuna kila ina sababu kumkumbusha majukumu yake ndani ya uwanja. Of course, wakati mwingine kelele hizi tunazozipiga zinamtoa mtu kwenye reli, zinamkatisha mtu tamaa lakini lazima tuseme ili tumkumbushe mtu majukumu. Kwa hiyo mimi kupitia vyombo vya habari leo nampongeza sana Prince Dube kwa kuwasha moja kwa kuzima zote. Mm, kuwasha moja, kazima zote ukiwa na maana gani? maana yangu mm, tuna timu nne kwenye, kwenye mashindano ya Afrika mm. tunaye Simba Sports Club mm, moja ya timu bora sana. tunaye Singida Black Stars naye ni timu inayokuwa. tunaye Azam FC yeah, miongoni mwa timu bora kwenye ligi yetu Only one kutoka Tanzania Yanga African Sports Club mm. Ndiyo ameshinda kwa, ni lazima tuungane, ni lazima tushangilie na ni lazima tuwapongeze, kwa sababu jana nilikuwa naangalia mechi ya watani zangu mm. Mechi ya Simba Sports Club, baada ya mechi mi mwenyewe nilijawa na huruma sana baada ya mechi. Kwa nini? Vibaya mno kwa sababu nimeona adha waliopata mashabiki wa Simba, nimeona adha ya baadhi ya viongozi wa Simba waliopita pale kama meneja ama makocha kwenye timu yao. Ni hali ambayo kipekee kabisa haipasi kuwakuta kama watanzania wenzetu. Kwa hiyo kuna namna moja ama nyingine kama taifa kama watanzania kuendelea kuwaombea dua njema watani zetu Simba Sports Club. Kiukweli, jana wamepitia mambo magumu sana ambao wao wenyewe mpaka leo hawaamini nini kimetokea kwenye uwanja wa Mkapa. Bwana ni tumalizia na moment ya Young Africans. Tulimshuhudia goalkeeper wa Farabata akimfuata Pacome Zouzoua na kwenda kumwomba jezi. Performance aliyoionyesha bwana mdogo Pacome Zouzoua mpaka kitendo cha Waarabu kwenda kufata na kwenda kuomba jezi yake inaonyesha ya kwamba yeye ndo muhimili mkubwa ndani ya Young Africans, na ndiye mtetezi tukisema, maana Young Africans bila Pacome. Na hapo niongezee pia, tulizungumza kwenye interview, kasema Moses Abraham ni bora kuliko Pacome Zouzoua. kuna <laughs> <laughs> <laughs> chochote ambacho Pacome sasa hivi amebadilisha ya maamuzi yako kwenye hilo pia. <laughs> Kwanza kwanza nimpongeze sana goalkeeper mm -hmm. wa Farbat mm -hmm. unajua ukiufuatilia mpira kwa undani kabisa, kuna kaneno tunakatumia kama sio sheria mpira wa miguu, fair and play. Bora mchango mkubwa, na inawezekana ametusaidia kwa kiasi kubwa sana sisi kupata ushindi. Sikuajila, turudi kwenye ile mada ambayo tulizungumza kuhusiana na Moses Abraham. Mjadala ulikuwa mkubwa na watu wengi pia walikushambulia Dosa. Sasa hivi Pacome, nilikuambia